Uh, hii niliyoshika hapa ni jagi lina um, haya majani ya mbaazi. Uh, majani ya mbaazi ni miongoni mwa tiba nzuri sana ambazo zinatibu magonjwa vizuri kabisa na sisi hapa huwa tunazitumia. Sasa hapa nataka nikutajie tiba tano ambazo sisi uh, pia Kingo Farm huaga tunazitumia na zinafanya kazi vizuri kabisa, na nitaanza na haya majani ya mbazi. Jamani, majani ya mbazi, kwanza kabisa yanatibu vizuri kabisa, uh, mafua, mafua ya kuku. Hasa yale mafua ya kukoroma. Ukiona kuku wako wana mafua ya kukoroma hasa uh, wakati wa usiku ukiingia bandani, basi ujue kabisa dawa yake ni haya majani ya mbazi yatafanya kazi vizuri sana na endapo yatachanganywa pamoja na tangawizi na kitunguu saumu, na unachukua jagi kama hilo ambalo unaliona hapo mbele majagi mawili, unaweka kwenye maji lita kumi, utaweka kitunguu saumu kimoja kile kizima, tangawizi moja na kitunguu maji kimoja, kwa sababu pia kitunguu maji na chenyewe ni tiba nzuri sana ambayo inaweza ikatibu mafua e, kwa wakati na kiurahisi kabisa. Kwa hiyo wala usipuuze, hii ni bonge moja ya tiba e, kwenye hizi tiba za asili. Kwa hiyo namba moja nimechagua haya majani ya mbaazi ambayo unayaona hapa. Sisi pia hapa shambani tunatumia sambamba na hilo lakini pia haya majani ya mbaazi huwa yanatibu vizuri kabisa miharo. Mfano hapa unaona hiyo ni coccidiosis e, kinyesi hicho kimechanganyikana na damu. Sasa sisi hapa miongoni mwa tiba ambazo huwa tunatumia ni hayo majani ya mbaazi, lakini pia kuna haya y majivu majivu yanatibu vizuri kabisa kideli. Ukiachana na kideli, pia majivu huwa yanaumwa vijimelea. Ukiweka kama hivyo chini, unapoingia kwenye banda unakanyaga, na huwa vizuri sana na yanatibu kideli vizuri sana endapo utachanganya na haya majani ya aloe vera au haya majani ya cactus, umeona. Kwa hiyo tiba nyingine pia ni tiba kama ya tatu, hizi ni haya majani ya cactus pamoja na haya majani ya aloe vera. Kama sehemu unashindwa kabisa kupata majani ya aloe vera, basi badala wa unaweza ukatumia hii cactus ambayo kwa, kwa wa Kiswahili waga tunaita ulimi wa ng'ombe ina tibu vizuri sana, sana. Hivi vitu viwili vina tibu vizuri sana lakini pia uh, hii cactus kwa ziada zaidi ina tibu miharo vizuri kabisa, ina tibia miharo na haya majani ya cactus ambayo unayaona hapa, ule ute ute wake waga unaponya vidonda vizuri kabisa, mfano vile vidonda vya ndui, ukiichukua ukaviosha kwa kutumia Uh, limau ukachukua ule windi, ute ambao upo kwenye haya majani ya alovela ambayo unayaona, yani hapa ninayapanga haya, basi unatibu vizuri sana na kipimo, basi, muna, ka sana. Ka sana. Na kipimo kwa mfano, unataka utibu uh, tuchukulie labda unataka kutibu ndui, unakuta kabisa kuku wako hapo ana yeah, vidonge, unachukua unachukua limau unaosha, unapaka hiyo alovela nyingine unachanganyia kwenye, na kwenye maji ya vera nyingine utachanganya kwenye maji. Hiyo kuku wako watalidia, watapona, wata vizuri, wata vizuri kabisa na watachangamka vizuri kabisa na vile vidonda vitapona. Na tukisema tiba ya e, asili unawapa wa kuku wako kwa siku tatu mfululizo, na wapa siku tatu mfululizo. Nielewe neno la siku tatu mfululizo, kila ambapo unawachanganya kuku wako maji, lazima ile tiba uweke, sio asubuhi tu. Kuna wengine wanaweka tiba asubuhi, mchana wanaendelea na maji matupu au maji yenye vitamini. Hapana, ni siku tatu Bas, kila maji ambayo wanakunywa inatakiwa yule Lakin, kuku anywe maji ambayo yanakuwa yana Lakin tiba lakini ume... no, no, uh, e, wa, wa. Kama una kinga unaweza kuwapa asubuhi tu. Kwa mfano unatengeneza tiba kwa ajili ya kinga, basi ile asubuhi tu unapokuwa umeamka, labda unawachanganyia yale maji yao ya kwanza, wakinywa wakimaliza, kama vile ameweka wanakunywa haya maji, wakimaliza basi unaendelea na mambo mengine. Lakini sambamba na hivi, naomba niwakumbushe kabla sijataja tiba nyingine kwamba sisi tunatoa elimu ya ufugaji na ada yake ni shilingi elfu nane utaungwa kwenye kundi letu kwa muda wa miezi mitatu. Utakaa kwenye kundi letu kwa muda wa miezi mitatu, utajifunza jinsi ya kuwalea vifaranga mpaka wanakuwa kuku wakubwa kubwa na wanakuja kufanya biashara. Utapata uzoefu wa kutosha uh, ukiwa na sisi Kingo Farm nakwenda kukutajia tiba ya nne. Ni haya hapa majani wa, ya mwarobaini. Jamani, mwarobaini haukuitwa mwarobaini kwa bahati mbaya. Mwarobaini una uwezo wa kutibu magonjwa zaidi ya arobaini. Kwa hiyo unatibu magonjwa mengi kama vile kideri. Kideri ndio wengine wanaita mdondo, unatibu vizuri sana na miharo. Mfano ule muharo ambao nimekuonyesha pale nyuma, ule muharo uh, wa damu ule pale tunaita coccidiosis unatibiwa vizuri sana na huu mwarobaini. Sasa ukitaka utengeneze bonge moja ya tiba, bonge moja ya tiba, sijawahi sema sehemu yoyote. Wewe ambaye unanisikiliza mpaka sahizi kwenye hii dakika ya tano, chukua mwarobaini, chukua kitunguu saumu, e, chukua kitunguu maji kama hivi ambavyo nimeweka aa, chukua majani ya mbaazi watengenezee kuku wako brend vizuri, wapatie kuku wako. Kipimo ni kile kile, ya majani haya ya, ya mwarobaini unaweka nani mbili, unaweka una, kwenye brenda yako safi kabisa unawawekea kuku wako. Kuku wako kama wanaumwa ugonjwa wowote, mfano unaona huu mchanganyo ambao tumeweka hapa, ugonjwa wowote ambao hujui, yani unakuta tu bandani kwako, labda kuku wanakufa tu, wanakufa, wanakufa, huelewi wanakufaje, ongeza na arovela hiyo hapo. Hilo jani la arovela pia liongeze hilo. Chukua majani ya mwarobaini, majani ya mbaazi, kitunguu saumu, kitunguu maji, alovela, wape kuku wako ambao wanakufa na ujui wanaumwa ugonjwa gani. Ndani ya siku mbili, siku tatu, vifo vitakata kabisa. Yani e, habari za vifo wewe kwako utakuwa huzisikii tena bandani kwako, japokuwa kwa ulikuwa hujui kuku wako wanaumwa ugonjwa gani. Unajua, wengine sisi tunaona miharo kama hivi aa, lakini e, mwingine inakuwa ni ngumu sana kuiona na kuweza kutambua kwamba kuku wako wanaumwa ugonjwa gani. Kwa hiyo hiyo naweza nikasema ni bonge moja ya tiba ambayo unaweza ukawatibia kuku wako inafanya kazi sisi pia huwa tunaitumia, sisi tunajua magonjwa yani gonjwa hata lijificha tunaelewa kwamba huu ni ugonjwa gani hasa hasa waga tunawapatiaga mtu unakuta unamuuliza kuku wako wanaumwa nini anakwambia mara kama mafua hivi wanaumwa kama vile wanaarisha au mwingine anakwambia tu kuku wangu mi wanakufa tu sielewi wanaumwa nini basi tunawapaga hiyo tiba ambayo nimekutajia yani hapo ukiwapa hiyo tiba kuku wako nakuta chap wamepona. Sasa ndugu zangu, ngoja niwakumbushe tu, sisi KingoFarm, uh, mbali na kutoa elimu hapa YouTube kama ambavyo unaona hivi, hii elimu tunatoa bure kabisa, na ukifuatilia inafanya kazi vizuri kabisa. Unaweza ukapata elimu yetu ukijiunga na kundi letu la WhatsApp WhatsApp group, ada yake ni shilingi elfu nane kwa muda wa miezi miwili. Nadhani nimewaambia hapo nyuma, lakini pia tunavyo vitabu ambavyo vina thamani kubwa sana katika ufugaji. Hivi vitabu unavyoviona hapa ni vitabu vitano vi, hivi vitabu vinahusiana na ufugaji E, vinahusiana na ufugaji na hasa hasa zaidi kuweza kurahisisha hii kazi ya ufugaji ili iwe nyepesi. Kwa mfano ufugaji wa broiler, hicho kina maelekezo ya kumfuga broiler tokea kwa kifaranga mpaka anakuwa mkubwa. Safari ya ufugaji kumfuga kuku cha tala, ikihusisha pia kanuni bora kabisa za kumchanganyia e, kuku chakula. Lakini pia bila shaka tunacho kitabu cha tiba za asili, hicho kitabu kitakuelekeza jinsi ambavyo unaweza ukatengeneza tiba za asili uh, unaweza ukatengeneza tiba za asili kwa ajili ya kuweza kuwatibia kuku wako. Uh, lakini pia tuna ufugaji wa broiler. Ufugaji wa kuku wa kienyeji. Ufugaji wa kuku wa kienyeji, huu utakusaidia maelekezo muhimu kabisa ya kuwafuga kuku wa kienyeji. Hichi kitabu tumewapendelea sana. Kuna ufugaji, uh, kuna mwongozo huu wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Hapa tutakuelekeza ni jinsi gani ambavyo unaweza kuzitumia tiba za asili, uh, kama booster, kama kinga, uh, kwa kuku wako, lakini pia umo kuna kanuni ya jogoo, jinsi ya kumkuza jogoo ili aweze kupata uzito mkubwa na uweze kumuingiza sokoni. Sio jogoo tu watatetea, kama unataka kumuuza, unaona, kilo hazitimii, basi kanuni zake zipo humo, na kanuni pia za kuwafanya kuku watage zipo humo. Asanteni.